Na mtazamaji wa Faida Online TV leo ni tarehe 17 ya mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano, tupo katika kijiji cha Madimba, hapa katika shule ya msingi Madimba, kata ya Madimba, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, ambapo shirika la Tanzania Safety Alliance kwa kifupi TASA wametambulisha mradi katika kata tano zilizopo katika halmashauri ya wilaya ya Mtwara ambazo ni Tangazo, Madimba, Mahurunga, Msimbati pamoja na Nalingu. Hasa kuhusiana na mradi wa amani yetu kesho yetu ambao umefadhiliwa na shirika la kimataifa la Shefa kupitia European Union na siku hii ya leo wamewakusanya watu katika makundi mbalimbali mbali, ikiwemo walimu wa shule za sekondari kutokea kata hizo tano, lakini pia watendaji wa kata pamoja na watendaji wa vijiji, lakini pia wenye viti wa vijiji kutokea kata hizo tano, hasa kuhusiana na kuzungumza namna nzuri ama eh, kuwajenga vijana hasa katika masuala ya ujenzi wa amani, ikiwa vijana ndio tegemezi katika taifa hili. Faida Online TV fika hapa kwa ajili ya kuhakikisha unapata taarifa hii. Jina langu ni Habiba Mpimbita, hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiche kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa field. Kwa majina naitwa Betty Chenge ni mratibu kutoka shirika la Tanzania Safety Alliance TASA. Leo hii tumefanya shughuli hapa Madimba ya kutambulisha mradi kwa wadau muhimu wa mradi. Shughuli hii imehusisha wadau mbalimbali, ikiwemo walimu kutoka shule ya sekondari ya Mahurunga, Tangazo, Madimba, Msimbati na Nalingu, lakini pia tumekuwa na watendaji wa kata kutoka kata hizo za nilizozitaja hapo pia imehusisha wenyeviti wa vijiji kutoka vijiji hivyo vya Mahurunga, Madimba, Msimbati, Nalingu na Tangazo. Lengo kuu ilikuwa ni kutambulisha mradi, mradi unaoitwa Amani yetu kesho yetu, ambao umeanza utekelezaji kuanzia mwezi wa pili na unategemea kuisha mwezi wa kumi na moja, na mradi utafanyika katika kata hizo tano, lakini pia utahusisha vijiji mama ambavyo ni vijiji vya Tangazo Mahurunga, Msimbati, Madimba na Nalingu. Mradi huu utatekelezwa katika pande mbili. Kuna upande wa wanafunzi shule za msingi lakini pia kuna upande wa vijana mtaani. Kwa wanafunzi tutatumia katika shule za sekondari ambazo zitakuwa ni shule tano. Tutaenda kutengeneza Peace Building Club. Peace Building Club ni klabu kwa Kiswahili zinaitwa klabu za ujenzi wa amani. Katika kila Peace Building Club moja itakuwa ina wanafunzi hamsini kwa hiyo mradi unategemea kuwa na wanafunzi mia mbili hamsini ambao watakuwa ni direct beneficiary, lakini pia kwa upande wa pili tutakuwa na vijana ambao vijana watakuwa ni ishirini na tano mchanganuo wake, ambao kila kijiji kitakuwa kina vijana watano hawa vijana kazi yao itakuwa, baada ya kupata mafunzo yanayohusiana na mambo ya ujenzi wa amani, wakishapata mafunzo, wanaenda kuyafikisha katika jamii kwa kupitia spesi mbalimbali mbali, lakini pia mikutano ya vijiji, ili lengo kuweza kupata uelewa wa pamoja katika jamii nzima kuhusiana na masuala mazima ya ulinzi wa amani. Lakini pia kwa upande wa wanafunzi shureni, tutawafundisha kuhusiana na mambo ya umuhimu wa wao kutunza amani, lakini pia tutakuwa tunaangazia masuala ya sababu zinazopelekea wanafunzi kuacha shule. Kwa hiyo ile peace building club itatumika kuhamasisha wenzao hili waendelee kuwa shuleni pale, wasiache shule sababu tunaamini watoto wale wanaoacha shule wakikosa kazi mtaani ndo wanaenda kujiunga katika makundi mbalimbali ya vurugu na kuweza kuingia katika uvunjifu wa amani. Lakini pia hizi peace building club zitaenda kujihusisha na masuala ya kupinga ukatili wa kijinsia, na zitaelezea kama mwanafunzi shuleni akikutana na mambo ya ukatili wa kijinsia aende akaripoti wapi, hamfikie mtu gani na ni njia gani zinastahili kupita kwa mtoto aliyefanyiwa ukatili akiwa shuleni. Hayo ndio malengo ya leo hapa kutambulisha na kupeana majukumu kwa viongozi pamoja na sisi, namna gani tunaweza tukashirikiana katika kutekeleza mradi ili kuweza kufikia lengo. Mradi huu umeamua kushirikiana na vijana na wanafunzi kwa sababu ndio kundi kubwa ambalo liko kwenye hatari na ambalo ni kundi ambalo liko hatarishi kuingia katika masuala ya uvunjifu wa amani. Vijana ndio wanaweza kuiangusha jamii au ndio wanaweza kuifanya jamii ikaendelea. Kwa majina, naitwa Amisi Sadara, ni mkuu wa shule ya sekondari Msimbati. Tumekuja hapa kujumuika katika uzinduzi wa mradi wa taasisi julikanayo kama TASA ambayo wanajishughulisha katika mradi wao kuhusu kwa sisi wa elimu ni kuzuia mdondoko wa wanafunzi kuacha shule ambao tunasema ni drop out, lakini wanapinga ukatili wa kijinsia kwa watoto, vijana, wanawake. na weze kufanya shughuli zake za kiuchumi, kisiasa, kijamii vizuri, ni lazima hiyo sehemu iwe na amani. Kwa hiyo wako kwenye mradi ambao sisi tunaona utakuwa na faida kwa eneo letu haswa, sisi tuko kwenye mipaka, kuna changamoto hiyo ya amani. Kwa hiyo kwa mradi huu wananchi au jamii ikipata mafunzo haya na tukaelewa jinsi ya kuilinda amani yetu, basi tutakuwa tumelinda tunu mojawapo ya taifa letu la Tanzania. Kwa majina anaitwa Margaret Malulu, ni mtendaji wa kijiji Maurunga. Leo tuko hapa kwenye mafunzo kwenye shirika la TASA ambayo inashughulisha na masuala ya amani hasa katika kuna vijiji ambavyo vinafanya nao kazi, kuwemo kijiji cha Mahurunga ambayo ipo kwenye kata ya Mahurunga. Nimepata uwepo wa kushiriki mafunzo wa haya wa kutambulishwa kwa mradi na kujadiliana mambo mbalimbali, tukiwa kama viongozi, hasa kwa vijana ambao nahusisha vijana wa shule za sekondari na msingi, pamoja na vijana wa mitaani ambao wapo katika hatari zaidi kwa hiyo kupitia mafunzo haya tunaenda kuwa mabalozi katika maeneo yetu ya kazi, kwa kuwasilisha vijana ambao watatoka kwenye vijiji vyetu, ambao watakwepo vijana watano, ambao wataitwa vijana wa mabadiliko, ambao wao ndo watatumika kuwasilisha elimu kwa vijana wenzao ambao hawana kazi maalumu ambao wanafanya. Kwa hiyo vijana hao watatumika kuwaelimisha na kuwatoa katika eneo moja hadi eneo lingine. Unadhani mafunzo haya yana umuhimu gani? Mafunzo yana umuhimu sana hasa ukizingatia katika maeneo yetu haya ya vijijini hasa katika maeneo kama sisi tupo katika maeneo ya mpakani. Kuna vishawishi vingi sana vijana wanakumbana navyo. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya, tukipewa sisi kama viongozi pia pamoja na vijana wakipewa elimu, itakuwa ni rahisi kuafikia kule wananchi wetu kupitia mikutano. Kwa hiyo itatusaidia kwa namna namna moja au nyingine. Pia hata mashuleni hivyo hivyo. Watoto wadogo sasa shule za msingi na sekondari kule ndio wana hatari zaidi. Kwa kupitia shirika hili na elimu ambayo inatoa itakuwa ni msaada mkubwa sana kwetu sisi. E, mimi kwa majina naitwa Bala S Kibokoto, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Tangazo. Kwa hiyo tume mafunzo haya ni mazuri sana kwetu ambayo tunaweza ku, ku, ku, kushirikiana nayo kama viongozi na kuwasaidia wenzetu ambao wamekosa uelewa katika masuala haya ya kijamii. Kwa hiyo nafikiri sisi ni kama viongozi o tutasimamia na vile vile, katika wale ambao vijana ambao wamechaguliwa tu tutakuwa tunawakonvisi kuweza kufanya nao hiyo kazi kwa mujibu wa taratibu ambazo zimepangwa. Kwa jina naitwa Abu Ahmad Asmani, mwenyekiti wa kijiji cha Msimbati. Yana umuhimu kwa sababu ni mafunzo ambayo yatatengenezea vijana na kuingia katika makundi ya uhalifu, yatasaidia vijana kuweka kwenye hali mzuri ya jisigani ya kuishi. Naam mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpembita, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Ama hakika sisi ni watu wa fildi.